Ahakuda amfaulu kwenye kamari, na yoyote mwenye kucheza kamari anaanguka mpaka haduu ya miangudafiki. Sisi kwa wajua wengi watu wanopata pesa kupitia kamari, badili ya kuwa ni manufaa kwao, wa ni madhara. Wale wenye kuingia kwenye wenye kamari ndio wale hufungwa mwisho wakati wa majela kwa pesa zao. Kuna mtu hufungwa na pesa, lakini atafungwa kwa pesa. Kwa hivyo kamari, kwanza, sheria imetukataza, Qurani imetukataza, hadithi za Mtume zimetukataza. Si kwa hivyo bababo Usiguriki ukaona wapata pesa kwa njia rahisi. Mimi nitaweka mia, nitapata alfu, nitaweka alfu, nitapata alfu kumi. Wallahi sitakukoma, zitakukomakoni, zitafika hapa, kuzitoa huwezi na kuzirejesha huwezi. Na kama huamini, jaribu. Na yoyote mwenye kucheza kamari hana siha nzuri, na yoyote mwenye kucheza kamari hana mafanikio katika maisha yake. Utailuka, lakini raha ya maisha si kwa kuanakingi. Raha na maisha ni furaha katika moyo, lakini katika Qur'ani imetuambia nini ya khamr? Inama al-khamr wal-maisir wal-ansab wal-aslam rijsun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum kuranisha kwambia khamri na maisri na ansabi na aslami zote hizi ni sampuli yake, ni katika amali ya Sheitani. Sasa kama wataka kuwa rafiki ya Sheitani, cheza kamali. Na yoyote anayecheza kamali, rafiki yake na sawa. We wacheza nasukumduke, rafiki yako Sheitani. Riu ni najisi uchafu ni, ni hatari tena min amali ni katika amali ya sheitani. Sheitani apenda ile kamari. Sasa ule rafiki wake lazima amridishe bosi wake, ule rafiki lazima ampidishe. Na Mwenyezi Mungu hapendi kamari, ule anayependa Mwenyezi Mungu hachezi, ule anayependa shaitani. Ukikaa uki mbali na kamari utafaulu, utapata rehema ya Mwenyezi Mungu. Ni maana ukitaka kufeli ukitaka kuwa mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu, ingia e kwenye masuala ya nini, ya kamari. Fanya biashara yako mzuri, fanya biashara yako ya halali, Mwenyezi Mungu atakutilia baraka katika lile unaoifanya, lakini useme utakucheza kamari, haya masala haya, na hatufaidiki sisi, wale wakubwa ndio wanaofaidika, lakini wale hawana dini. Wewe kwa nini uiache ya dini yako? Kwa nini uache Uislamu wako? Kwa nini uache imani yako? Kwa nini uache mafanikio yako? Kwa nini kumfuata shetani tu? Kwa, kwa hivyo wale vijana vijana ambao kwamba wakitoka hapo ndio kuanza kuingia kuangalia na kutuma na kufanya, usifanye kwa ajili kisha kutajuta katika maisha yako, na Waswahili kuambia majuto ni ni mjukuu. Wassalamu alaikum.